Haya, tunaendelea na kama tulivyokutangazia kwamba tutazungumza kuhusiana na uwekezaji kwa wazawa na mapendekezo ya kuboresha eh, sera za kodi nchini na eh, hivi karibuni tarehe kumi na tano mwezi huu kutakuwa na eh, kongamano kubwa la kuangazia eh, masuala ya kodi eh, katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere JNICC ambapo uh, Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango atakuwepo pale na wadau mbalimbali wa kisekta watakuwa na mjadala mpana zaidi, lakini moja kati ya vitu ambavyo vinatazamwa hapa ni fursa ambazo zipo eh, kuwekeza kwa hasa kwa wazawa, lakini pia namna gani ambavyo eh, sera hizi za masuala ya fedha, sera za masuala ya kodi zinaendelea kuboreshwa ili kuwapa urahisi eh, wazawa kuwekeza katika E, maeneo mbalimbali kwa sababu, kwa muda mrefu dhana ya uwekezaji ukizungumza mwekezaji anana, anana, dhana inakuja kwamba ni mtu kutoka nje ama kutoka ughaibuni, lakini tunaweza tukatengeneza wawekezaji wengi wazawa kwa kuboresha e, sera mbalimbali mbali, za kodi na za masuala ya fedha. Sasa tutazungumza na William Mhoja, yeye ni Kamishna msaidizi wa uchambuzi wa sera kutoka Wizara ya Fedha. Karibu sana Mhoja. Asante sana. Uh, e, pamoja naye yupo Ben Mwaipaja, yeye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini, Wizara ya Fedha. Karibu sana Ben. Asante sana. Tunafurahi pia kukuona manake wewe ni mwenzetu mkongwe kwenye tasnia lakini e, sasa upo Wizara ya Fedha kama mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini. Karibuni sana, asante asante sana, sana. sana. E, tuna jambo kubwa ambalo liko mbele yetu lakini mm. pia tuna e, dhana hii ya uwekezaji pengine kwa kujenga msingi tungeangalia kutoka hapo kwamba lengo kubwa ni kupata watu ambao wana e, watu wengi Watanzania wengi ambao wana kiu ya kuwekeza katika maeneo mbalimbali. E, hali kwa sasa ikoje, tukizungumzia uwekezaji hasa uwekezaji wa, e, wazawa na uwekezaji wa watu kutoka nje? Mhoja. asante sana, ya tukizungumzia hali ilivyo sasa hivi ni kwamba tuna mchanganyiko wa uwekezaji kutoka ndani, lakini pia kuna uwekezaji kutoka nje. Pamoja na kuvutia mitaji kutoka nje, lakini pia tunahamasisha wazawa pia kuwekeza, ambapo tunaona sasa hivi hata eh, kupata mikopo benki wanapata na hatimaye tunaona uwekezaji unafanyika, na hata ukienda kwenye maeneo ambayo tunaenda kwenye masoko yetu, kwa tusema tunaenda Kariakoo kama naenda shopping, lakini utaona mchanganyiko kwa wale ambao kweli tunaona tuna, tuna, tuna ndio wanafanya biashara lakini pia na hata wazalishaji. Na na kuna kitu nataka kuongeza. Ah, <coughs> kimsingi ni kwamba mm. Uh, swala hili la uwekezaji ni sehemu moja lakini uwekezaji unavutiwa na nini? Mm. Uh, ndio hapo sasa tunakuja ku, kuangalia mifumo yetu ya kodi. Hawa wanakuja kuwekeza tunawekea mazingira gani yanaweza kuwavutia yeah, kuja kuwekeza mitaji yao pamoja na teknolojia, lakini lengo kubwa la kwetu ni kwamba tukuze ajira kwa watu wetu, lakini pia tuongeze ujuzi na utaalamu kwa, kwa watu wetu wa ndani, pengine kwa kushirikiana na, na hawa wawekezaji ambao kimsingi ni wa nje na wa ndani. Kwa hiyo mifumo ya kodi ambayo umezungumzia tangu hapo mwanzo kwamba ndio tutaka kuwa tunaijadili sasa, hiyo tarehe kumi na tano baada ya mchakato mzima ambao tumeufanya karibu miezi miezi sita saba, ambao tumepita katika michakato hiyo, kwamba jamani, hii nchi ni ya kwenu wafanyabiashara, biashara mnakuja kuwekeza mnataka Mm-hmm. Tuwe na sera za namna gani inakusanya yani, mm. maoni inachakata, mm. mengine, na chakata mengine yanaingia kwa utekelezaji mengine yanakwama kutokana na, kutoka na kushindwa kupata vigezo vya, vya, vya, yani, udhibitisho kwa kamba, sasa wewe unasema tuondoe kwa mfano kodi hii wewe mwekezaji hizi yeah. hela ambazo zilikuwa hapa hizi fedha tunazipata kwa njia gani? mm. Wengine wanashindwa kutuonyesha tuondolee tu, tu kodi tuondolee sasa U, hiyo michakato hiyo ndo inafanya sasa uwekezaji uendelee kuwa mzuri hapa nchini na, mm -hmm. na. Na, okay. na, na, pe, sasa manake hiyo uh, tarehe kumi na tano ni mambo gani yatatokea? mm -hmm. tutashuhudia tuta mm -hmm. uh, pengine kupata ripoti kamili ya mchakato wote huu ambao umekuwa ukifanyika? Hapana, ile ni sehemu ya kupata maoni. Labda tunaomba tutofautishe vitu viwili kidogo. mm -hmm. ile kamati ya rais bado haijatoa taarifa ndio na bado wanaendelea na kazi. Sina taarifa hatua waliofikia kwa mm -hmm. sababu sio sio sehemu ya wajumbe mm -hmm. wa kamati ile, ile inafanya kazi tofauti na hii tunaizungumzia sisi. Hii ni zoezi ambayo tumekuwa tukilifanya kila mwaka mm -hmm. isipokuwa tu sasa tunaongeza wigo wa kupata wadau ambao tunaweza tukapata mawazo yao kabla ya kufika bajeti ya serikali inapokuwa inatangazwa mm -hmm. E, ambao tumekuwa tukifanya kila mwaka na sasa tunapanua wigo wa jinsi ya kuwapata, kupata maoni yetu nyie na yale ambayo wanachukua, e, kamati ya rais tofauti yake ni ni nini ama pengine ni wapi mnakuja kukutana? Ile ya rais ni picha pana kubwa zaidi ambayo inakuja kufanya mageuzi makubwa ya kimfumo ndio. hmm. Eh, maana kuta kwamba ile taarifa yake ikitoka sisi ni watekelezaji hmm. Wakuja kuangalia tutatekeleza jinsi gani, tutatengezea mkakati wa utekelezaji. Sasa haya tunayofanya ni mazoezi ya kila mwaka. Mm. Labda tu ni kwamba e, sasa hivi kwa sababu tunaonekana kwamba tunapanua wigo, ni kwamba huwa kila mwaka tunaitisha maoni ya wadau, wanaleta kwa maandishi na tunakaa nao wale ambao tunaona wanahitaji kufafanua pale pale wizarani. Sasa kwa miaka mitatu ambayo imepita, sasa hivi tumeanza kuwa tunatoka nje, tunawafata kule kule. Tumefanya mazoezi kikanda, tumeenda Arusha, tumeenda Mwanza, tumeenda Kigoma yeah. tumeenda Mwa, nani, uh, Mbeya, tumepita Iringa, Mtwara, tulienda maanake tulikuwa kikanda sasa kwa maana hiyo e, zoezi linapokwenda linafanyika vile, tunapata maoni kulingana na uwakilishi wa maeneo yale kwa ajili ya kuchakata mfumo wa kibajeti kwa ajili ya mwaka husika. hmm. kwa hiyo sisi tunazungumzia mwaka elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita, ambayo ndio maandalizi yake haya. Kwa hiyo ni zoezi la mwaka hasa. Ile tume ya rais mm -hmm, yenyewe inakuja kuangalia mfumo mzima yeah, na kuja kufanya mageuzi makubwa ambayo utakuja kufanya misingi ambayo sasa na sisi tutaishi nayo katika mageuzi yetu ambayo tunakuwa tunafanya ili, mm -hmm. kuweka mazingira mazuri ya kibiashara na utozaji kodi. Sasa katika maoni ambayo mmekuwa mkikusanya kila mwaka mm -hmm, ni kwa vipi mmekuwa mkiyafanyia kazi ya mpaka sasa? Yeah, swali zuri sana. Ni kwamba jinsi ambavyo tumekuwa tukifanyia kazi na kama ambavyo mnaweza kuwa mashahidi e, kwamba tuna chakata mm. Tunapendekeza, tunapeleka kwa uongozi, hatimaye kwa rais, akiridhia mapendekezo yanaenda bungeni, bungeni mm. Kule ndio unaona inasoma mswada wa fedha. Mswada wa fedha unaposomwa pale ni kwamba mchakato wake ndio unakuwa umepitia hizi hatua zote, na hatimaye inapokuja kuwa sheria ya fedha ndio hayo matokeo yake. Okay. Na, na mkimsikia Mheshimiwa Waziri pengine anapowasilisha bajeti yake pale akasema. Eh, kwa mfano mwaka jana kulikuwa na ishu ya watu wazalishaji wa maji, wanasema kodi ni kubwa, tunaomba mtupunguzie. mm -hmm. Sasa tukapunguza pale kutoka asilimia sitini zaidi ya sitini ikaja asilimia hamsini yeah. Kwa hiyo ile ni nafuu ilitokana na mijadala hii ambayo tunaifanya katika maeneo mbalimbali kwa kwa kuwashirikisha uh, wadau wetu ambao ni wananchi, wazalishaji, wafanyabiashara, wakulima. Wakulima wanataka wapate pembejeo za kilimo kwa bei nafuu sana mm -hmm. Sasa hiyo lazima iingie katika mifumo ya kodi na ndio hiyo inayotangazwa mm -hmm. kwamba tumepunguza kodi hii, tumeongeza ushuru mm -hmm. au tozo kwenye bidhaa zinazotoka nje ili kulinda wazalishaji wa ndani. Kwa matokeo yake ndo hayo mm -hmm. unayaona, lakini unayaona wakati ule tunapotangaza zile measures, tunasema kwamba hiki kimepanda, hiki kimeshuka wakati ule bajeti. Kwa wananchi wakisikiliza yale, sio kama ni maoni ambayo ni ya kwetu wenyewe pale wizarani au wizara ya fedha au serikalini, lakini ni mkusanyiko wa maoni haya ambayo tunachukua kutoka kwa wadau wetu kutoka maeneo mbalimbali. Ulieleza kwamba baadhi ya maoni ambayo yamekuwa wakitolewa ni kupunguzwa kwa kodi fulani, wafanyabiashara wanasema tupunguzie kodi hii, lakini labda wengine wanakosa mapendekezo ya wapi iwekwe ama iongezwe, na kumekuwa na maoni pia ya kuongeza wigo wa kodi hasa katika maeneo mengine ambayo bado hayajafikiwa hmm. E, mfano kupitia biashara ambazo zinafanyika mitandaoni e, na sehemu nyingine ambazo zimekuwa zikitajwa. E, vipi kuhusiana na upande huo? ya, Yeah, kwa hakika nadhani utakuwa katika miaka miwili mitatu hii hmm ni maoni haya haya ambayo tumekusanya kwa wadau mm, ndio tumefika hatua ya kuweza kusema kwamba tujaribu kuingia pia kutoza kodi kwenye maeneo ambayo huenda yanaonekana ni mapya e, lakini sasa ni jinsi gani tunaingia kule, hata mbinu ambazo tunaenda nazo, pamoja na kuwa kuna ubunifu wa kwetu wa ndani, lakini pia jamii ya Watanzania inatupa maoni, pamoja na jamii wengine, watu kutoka nje wanatupa eh, tunashirikiana nao katika kupata E, namna gani tunaweza tukafika, kwa sababu tunapozungumzia kwa mfano utozaji kodi kwenye e, biashara mtandao mm. au e, kidigitali e, ile ni, ni tatizo la u, ki, sen, tu, atuita, ku, atuiti, ni, ni, tatizo ni fursa mm-hmm. ya kidunia sofa, ambapo dunia nzima sasa inajiuliza jinsi gani tutatoza, na kwa sababu ni global practice, kwa maana ya, ya kwamba ni ulimwengu mzima, ni kwamba tunajifunza pia na wenzetu wanafanyaje na hatimaye na sisi tunaweza kuanza mwaka jana, mwaka majuzi tulianza kutoza e, biashara mtandao, hasa kwa mfano tunapopata hizi e, mtu anafanya manunuzi yake kwa kutumia simu yake, lakini hatukuiona kila kitu kinachokuja, hasa anaifanya biashara yuko yuko huko nje na hasa labda tuseme Marekani. Sasa yule anawezaje kulipa kodi ya huku? tumeweka mfumo ambao unawezesha kulipa kutozwa kodi hapa, lakini kutokana na jinsi ambavyo tumekuwa tukipata maoni haya na hatimaye tumeweza kufika huko. Lakini kuna biashara ambazo zinakuwa lakini zinakuwa ziko, ziko kwa kiwango cha chini ama kuweza kuingiza kwenye mfumo rasmi sasa. Hmm. Hiyo ni mojawapo. Sasa tunapokaa pamoja tunashauriana. Kusababu, kwa sababu kwa mfano tunasema tunaongeza ushiriki wa wananchi wa katika ukuzaji wa biashara na hatimaye kulipa kodi sasa huko tunapokuwa tunawafanya watu wetu waonekane pia tunawaweka katika mfumo na hatimaye tunaweza kukusanya mapato. Mm -hmm. Yeah. Mm. Sasa tu tuangalie sasa na, ni hamasa iliyopo sasa hivi ya, ya uwekezaji licha ya kwamba takwimu zinaonyesha kuna hatua zinapigwa. mm -hmm. Eh, kwa mfano katika kipindi cha Januari 2021 hadi Januari 2025 TIC imesajili miradi zaidi ya 2020, eh, ambayo ambayo imewekeza kiasi cha mtaji wa dola za Marekani bilioni 23, na imetoa ajira zaidi ya laki tano. Lakini kati ya miradi hiyo 35% inamilikiwa na Watanzania, 42% ni miradi ya wageni na 23.1% ni ubia kati ya Watanzania na wageni. Kwa hiyo bado miradi mingi ni ya ubia kati ya Watanzania na wageni na miradi ya wageni bado miradi miradi ya Watanzania ni michache ukilinganisha na miradi ya wageni na ile ambayo inamilikiwa kwa ubia kati ya Watanzania na wageni. Kwa uchunguzi wao na kwa uchambuzi ambao mmefanya kama wadau kwenye hilo eneo, mnaona kwa nini bado eh idadi ya Watanzania iko chini kwenye kuwekeza ukilinganisha na, na, na hii ya watu kutoka nje? Ya kwanza tukubaliane kwa, kwa msingi kwamba katika uwekezaji pia ni vizuri pia tuvutie uwekezaji kutoka nje mm. lakini unapokuja unaingiza pia teknolojia mm. na unawafungua watu wako kuweza kujifunza kila kile ambacho kimeingia kwa mm hiyo -hmm. kwa hali inavyonenda na, na sasa hivi tunaweza kuona ubia unakuwepo ni kitu kimoja ambacho sasa ndio tuna lazima uingie polepole uweze ukafika ghafla. Sasa jinsi gani watu wako utawahamasisha, ndio unaweza ukaona katika mojawapo ya mada ambayo tutawasilishwa ni jinsi gani wazawa au Watanzania watashiriki katika uwekezaji. Kwa hiyo tutakuta fursa za mabenki kuweza kutoa mikopo kwa wazawa na hatimaye kuweza kufungua biashara ambazo na zenyewe zinaweza kuwa ni sehemu ya uwekezaji, basi ndio kitu ambacho tunaweza tukatoka nacho kwenye kongamano hili. Kwa sababu, pale, pamoja na kuwa ni kongamano, lakini pia taasisi za fedha zinahusika pale, zinakuja na zenyewe zinaangalia hawa wanaokuja hapa, sio tu watu kutoka nje, ni wazawa, ni Watanzania, ni wananchi ambao wamekuja kuwekeza hapa. Kwa hiyo kuna kupewa, kuhamisha ujuzi, kuhamisha teknolojia, ndicho ambacho kinachokuja. Kwa hiyo sio kitu kibaya kuwa na wageni, lakini ni vizuri kwamba sasa tunaweza tukajiunga nao na hatimaye na sisi tutaweza kujenga watu wetu kutoka pale, naamini mm. Sio tu sasa hivi ni wa, mm. wageni tu wamewekeza na wazao wapo. Na jana kwa mfano, tulikuwa na kongamano dogo ambapo tulikuwa na wa, wenye viwanda. Sasa ule mchanganyiko tu wa watu waliokuja wenye viwanda na wazao watu na waona pale wengi tu, kwa hiyo hiyo ni takwimu zile za jinsi ambavyo tumepata kutoka TIC, lakini wale ambao tayari wapo hapa nchini na wengine huenda wajapita kwenye platform hiyo mm. ndio wapo tayari wanawekeza. Katika makongamano yetu tuliyofanya likiwa ile la mm. mwaka jana tulipata Uh, kongole kubwa sana kutoka kwa wafanya biashara kwamba mifumo ya kodi ya kwetu imeboreshwa kwa kiasi kikubwa, na ndio maana kuna ongezeko la uwekezaji. Ukiangalia hizo takwimu unaweza kusema eh, labda wazawa wako chini, wamesema 35 kwa 42. mm. Sio mbaya sana, na ukiwachukua wale ambao eh, wamekwenda katika ubia eh, wamo wa Tanzania mle, kwa yeah. Ukichanganya ukiongezea kwenye idadi ya 35 uliyoisema, tunaona tuna, tuna, tuna kama uwekezaji unakuja hapa nchini kila mwaka, uwekezaji unaongezeka. Na kwa sababu gani? Kwa sababu tumeweka mifumo ya kikodi ambayo inasaidia mm -hmm. ku kuongeza ule uwekezaji, lakini pia ile predictability ya, ya, ya, ya sera zetu kwamba sasa hivi tumesema tukishafanya marekebisho sera kwa mfano ya kodi fulani hivi itadumu miaka mitatu bila kubadilishwa mpaka wakati mwingine ndio tunaweza tukabadilisha, kwa kujadiliana tena katika mifumo hii tunayofanya ya kusanya maoni. Kwa hiyo tunaamini kwamba mtindo huu tunaoenda nao wa kuwashirikisha wadau, kushirikisha jamii, wananchi wa kawaida katika kutengeneza uh, hii mifumo ya kodi na pia kuwa na mifumo mizuri ya ku, uh, utozaji na ukusanyaji wa, wa, wa, wa hizi kodi ndio huo unaochochea sasa uwekezaji unaouona. Kwa hiyo tunaamini katika miaka hii michache naokuja takwimu hizo zitakuwa zimebadilika sana. sawa sawa kabisa. Mhoja tuhitimishe sasa eh, kwa, kwa, kwa, kwa kutukaribisha kwenye tukio hilo kubwa la tarehe la, eh, kumi na tano mm. ya mimi na kwanza, wale ambao tumewapa mialiko kwa sababu ya limiti ya uwezo kuingia pale, tunaomba washiriki kamilifu, ni uwanja wao wa kutoa maoni yao kwa ya wazi, na tunatamani kweli kuongeza ukuzaji wa rasilimali za ndani kwa, kwa kustawisha fursa za wananchi, na hiyo ndio thimu yetu ambayo tutatembea nayo, lakini pia tunawapa fursa kwa ajili ya kuweza kutoa maoni yao huru, jinsi gani tunajenga uchumi na jinsi gani tunaweza tukakuza mapato yetu ili bajeti yetu isiwe tegemezi. Lakini pia tutatoa link maalum kwa wale ambao watakuwa nyumbani, make hii hi mialiko. Kwa mfano mwaka jana watu walikuwa wengi mno, walikuwa wengi kupita kiasi. Kwa hiyo njia tunafanya tumetoa mialiko maalumu, lakini kwa wengine tutatoa linki ambazo watakuwa wanaweza kutoa maoni pia wakiwa kule kule waliko hmm. Ehe, na pia vyombo vya habari kwa mfano Azam, na wengine tutawaalika, ili pia muweze kupeleka ujumbe huu e, kwa wananchi. Asante sana Benny Mwaipaja, tunakushukuru William Mhoja pia e, kwa hili na kila heri katika e, hili ambalo mnaenda kulifanya, tunakamilisha hivyo <muchas>